Kila kusanyiko kubwa lenye chembechembe chembe za siasa ndani ya nchi ya Kenya ni lazima litatengeneza mauaji. Kwa nini? Kwa sababu siasa za Kenya ni za demokrasia, na tafsiri ya demokrasia ni kuwagawa watu na kuwagombanisha. Kuna mtu atasema, unatudanganya. hao waliotuandikia mfumo wa siasa za kidemokrasia kwao kukoje? Yani, hao wanaokesha kutufundisha sisi demokrasia kwao kukoje? Unajua ndugu zangu, sio kila kitu ninachokizungumza hapa huwa nakitoa kwenye kichwa changu. Vitu vingine huwa ni mafundisho, natumiwa na watu wakubwa kabisa. Maprofesa wananiambia, kijana wewe una kipaji cha kuzungumza, fundisha Watanzania hichi kitu, iko hivi. Raila amefariki dunia. Raila hakuwa mtu wa kawaida. Unavyosema Raila Odinga unataja hisia za watu. Yaani kama, kama vile unavyoona Tundulisu ni hisia za watu. Kwani gerezani wamefungwa watu wangapi? Kwa nini kila siku kelele tu aachiwe Tundulisu? Kwa sababu Tundulisu ni hisia za watu, hivyo hivyo Raila ni hisia za watu. Ili kuwa kuaje mpaka Raila au Tundulisu wawe ni hisia za watu? Huko muswada uliandikwa, yaani Raila alitoka kuwa Raila, alafu akatengenezwa akawa zaidi ya Raila. Ndio maana unaona watu wanamwabudu, watu wanamlilia, watu wameacha shughuli zao makumi elfu kwa mamia elfu kwenda kumpokea. Hivyo hivyo Tundulisi wanavyopelekwa gerezani, unaonaga ulinzi wake sio wa kawaida, lakini kuna watu wengine pia wanapelekwaga gerezani, lakini ni watu wa kawaida. Ulisha kujiuliza hayo maswali? Kwa nini ulinzi wa Tundulisi kupelekwa gerezani ni mkubwa kuliko watu wengine wa kawaida? Kwa nini kusanyiko la kuaga mwili wa Raila watu wawe wengi mpaka kusababisha mauaji? Katika demokrasia tunawagawa watu alafu tunawajaza imani fulani, kwa hiyo wale watakaopokea zile imani wanakuwa wafuasi wa ile imani. Hiyo ndio kazi ya demokrasia. Na ukitaka kuelewa nachokizungumza nenda kwa hao wanaotuhubiria. Yani mimi, mimi sitaki niongee sana. Napenda kuwatengenezea mazingira muwe mnaenda kwa walimu wetu wa demokrasia, kwao kukoje linavyokuja swala la maendeleo yao, wanaelewana hawaelewani, wanagombana wanazozana? Sasa Raila ndani ya nchi ya Kenya, nchi ambayo ina demokrasia kuliko nchi yoyote Afrika Mashariki, ujue alikuwa na wafuasi wengi wa kisiasa, na pia usisahau Kenya ukabila huko juu. Kwa hiyo alikuwa na wafuasi mara mbili wafuasi katika chembechembe za kisiasa na wafuasi katika kabila lake. Kwa hiyo hayo makundi mawili ni lazima yalikuwa yanamwabudu. Sasa Raila kama mtu mwenye hisia, anayebeba hisia za watu amefariki, lazima mm, mm, maandalizi ya maziko yake hayawezi kuwa ya kawaida. Lazima pa, paandaliwe sehemu mwili wake uwekwe, uagwe kwa heshima na utaratibu. Sasa zile prosesi za huyu bwana kuagwa serikali iliyo madarakani ni serikali yenye itikadi na imani tofauti na za Raila. Yaani hapa kuna pande mbili zinazovutana. Kwa sisi tulioandika muswada wa demokrasia, ndio tunaelewa. Wewe ambaye una elimu ya chuo kikuu huwezi kuelewa, hapana. Ndio maana ukaona kabisa, katika process za kumwaga Raila, serikali lazima iwepo ili control watu ambao ni wafuasi wa Raila serikali inayo kontrol hawa watu ni serikali iliyo kinyume na wafuasi wa Raila. Sijui inaeleweka. Tundulisu, niongee kwa mfano mzuri. Tundulisu amekamatwa analetwa mahakamani, watu mnaonaga kwenye TV jinsi watu wanavyopigwa wanavyoumizwa wafuasi wa Tundulisu. Manake serikali iliyomkamata Tundulisu iko kinyume na wafuasi wa Tundulisu pamoja na Tundulisu kwa sababu itikadi zinakinzana. Hivi ni nani aliyetuandikia hii miswada jamani? Mbona tunakuwaga hatuna akili eh? Yaani, tunagombanishwa kama watoto wadogo alafu hatujui. Kwa hiyo ulichokiona pale Kasarani mpaka watu wameuawa, kwamba serikali ilihisi kwamba huu uh, umati tunaweza tukashindwa kudhibiti. Unafanyaje kama wewe ni polisi? Hata kama ningekuwa ni mimi, ningefanya hicho icho, icho, icho, alichokifanya. Lazima upige bunduki uashe mwage maji ya kuasha, yani utafanya kila linalowezekana kufanya ili hao watu wakusikilize. Lakini ingekuwa ni jamii ya kistaarabu, penda wetu amefariki, aliyetuhudumia katika nchi yetu, tutamwaga katika uwanja wetu wa Kasarani. Uwanja umejaa, unafunga geti, basi wengine watafuatilia kwa televisheni. Si imeisha hiyo? Sasa wanavyokuja watu wanaambiwa, uwanja umejaa, tunaomba msije na watu wakawa wanalazimisha labda huyu ni mpendwa wetu lazima tumwage yani. Ndani ya demokrasia hakunaga kuelewana. Hebu nitajie hiyo nchi yenye demokrasia, afu watu wanaelewana. Yani, nipeni mfano wa nchi ya kidemokrasia alafu watu wanaelewana. Mbona sioni duniani? Kwa sababu tayari mmeshaingizwa chembe chembe za kutokuaminiana katika mioyo yenu. Hakuna siku Chadema atamwamini CCM, hakuna siku CCM atamwamini Chadema. Ndicho unachokiona Kenya ile ni demokrasi, imefanya watu wameuawa. Huwezi kunielewa ukiwa na akili ndogo, lakini ukiiswicha akili yako kwenye uhalisia wa dunia, kwamba tunagombana kwa nini? Demokrasi na neno demokrasia limetajwa sana kwa Raila. Historia ya Raila mnaijua kweli nyie? Raila alikuwa na kesi ya kutaka kupindua nchi kihistoria, lakini Raila leo hii, leo amekufa, ni shujaa wa nchi kweli? Mi sijui maana all politicians are the puppet of the western. Wanafikiri Raila kuwa Raila ni nguvu yake, kuna gharama za walimwengu pale. Huwezi kuwa Raila kama Raila pasipo sisi walimwengu kukufanya kuwa Raila, au power alionayo Tundulisu wanafikiri ni from nowhere. Ndugu zangu wa Tanzania, napenda niwe nawafundisha, hakuna kitu kinachoitwa demokrasia. Huu ni ushenzi waliotuandikia wazungu, ili tusielewane katika kumiliki ardhi yetu. Tunapigana skripti kubwa kabisa ni demokrasia na haki za binadamu. Hivi unajua maana haki za binadamu wewe? Haki za binadamu ni refari anaye anayekusimamia wewe ukiwa unanyonywa na mabepari. Ni kuthibitishie wana wanawake wanaojiuza Dar es Salaam wanajulikana wanakoishi, serikali inajua. Sasa ikitokea serikali imewavamia kwenye jumba yao ya kujiuzia ikawakamata, serikali huwa inafunguliwa kesi gani? Kuna yule alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Ubungo kama sikosei aliwavamia wanawake wanaojiuza, na niliwambia, ndugu zangu, nikawambia huyu mkuu wa wilaya anatengeneza kesi na, wali, na sisi walimwengu, yule mkuu wa wilaya wa Ubungo tulimfungulia kesi gani? Haki za binadamu, wacha mtu auze mwili wake anavyotaka, kwa sababu huyu mtu akiwa anauza mwili wake ndio bia zinanyweka zina huko baa. Haki za binadamu ni refari anayekusimamia wewe, wakati sisi walimwengu tunakunyonya. Vunja haki za binadamu, vunja hiyo demokrasi kama hao wanaojiuza hawatapata pakulala chakula malazi kila kitu, haki yako inachukuliwa na hao hao wanaoitwa haki za binadamu democracy. Haki za binadamu are the major tools of destroying Africa. Wakenya hao hapa, wameuana kisa demokrasi ya kumshangilia Raila Odinga, baba yao, mungu wao wherever I don't know. Wa watanzania sisi, tuna msingi wa kitaifa, nitakuwa nakumbusha, sisi tunahitaji twende hospitalini tutibiwe bure, tunahitaji watoto wakienda shuleni. Everything is there on set. Nguo, viatu, daftari, kitabu. Hatuhitaji demokrasi na haki za binadamu, na hivyo vitu vinapatikana kwa taifa letu lililobarikiwa kuliko taifa lingine hapa Afrika Mashariki. Labda Congo ndo inaweza ikatufikia kwa baraka tulizonazo Watanzania, lakini watu wanachukua mali zetu, wanatupa demokrasi na haki za binadamu. Tanzania, tuelimike tusio wasomi.